Salaam ambapo hatimaye serikali imeamua kusitisha bomoa bomoa katika baadhi ya maeneo hatarishi mkoani humo isipokuwa katika bonde la Msimbazi, ambapo operesheni hiyo itaendelea na serikali itawafidia na kuwatafutia makazi wale wote wenye vielelezo vinavyoruhusu kuishi katika maeneo hayo. Akitangaza uamuzi huo, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais mazingira Januari Makamba amesema kusitishwa kwa operesheni hiyo kuna pisha kufanya uhakiki mpya wa baadhi ya nyumba zilizowekewa alama ya kubomolewa wakati zimeidhinishwa na mamlaka za serikali. Joseph Mwaiswaga anayo taarifa zaidi. Wakati waziri Makamba akiainisha hayo katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, amesema zoezi la kuondoa wakazi mabondeni lipo kisheria, ingawa kuna baadhi ya kasoro ambazo zilijitokeza katika utekelezaji wa kubomoa nyumba hizo. Amesema serikali ya awamu ya tano si kwa ajili ya kuwatesa watu wake wanaofuata sheria. Hivyo mapema Alhamisi ya wiki hii mawaziri wahusika katika zoezi hilo walikutana jijini Dar es Salaam na kupendekeza kuangaliwa upya operesheni hiyo. Serikali yetu siyo serikali katili, ni serikali inaowajali watu wake, ni serikali inaowajali wanyonge Tumeingia kwa ahadi ya kuwasaidia, lakini pia tumeingia kwa ahadi ya kuhakikisha kwamba sheria za nchi zinatekelezwa. Hatupendi kuona mtu anateseka, lakini hatupendi kuona watu wanakufa kwa sababu tu hatukutekeleza sheria zinavyohitajika. Kasoro ambazo zimekuwa zinajitokeza katika shughuli hii zitarekebishwa na zinaendelea kurekebishwa. Makamba hakusita kuweka wazi mpango wa serikali wa kuwachukulia hatua watendaji wote waliosimamia operesheni hiyo na kukiuka taratibu za kusimamia zoezi hilo zima na kusababisha usumbufu mkubwa kwa wananchi wake. Kama wewe mtumishi wa umma amekupa hati na ukibali mahala usipostahili, basi tutakuondoa mahala usipostahili, tutakulipa na fidia lakini yule aliyekupa hati mahala pasipostahili na yeye atachukuliwa hatua, kwa sababu amekiuka maadili ya kazi. Hatuwezi kufanya upande mmoja tu tukaacha upande mwingine. Aidha, Makamba akatumia fursa hiyo kusema serikali haina dhamira ya kubomoa mahoteli makubwa ya siku nyingi yaliyo karibu na fukwe katika maeneo ya Masaki. Tangu kuanza kwa zoezi hilo mapema Desemba 17 mwaka jana hadi sasa tayari nyumba 774 zimekwisha bomolewa na serikali imesema inaheshimu uamuzi wa mahakama ingawa ilitoa wa wito kwa mahakama kusikiliza na kutoa uamuzi wa shauri hilo mapema iwezekanavyo. Josephini Mwaiswaga, Star TV.